Kwanza naomba niungane na nyinyi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah katupitisha kwenye mambo, mchakato tumepita kwenye uchaguzi. Alhamdulillah, tumebaki salama, na hili ndio lilikuwa jambo la muhimu kweli-kweli. Lakini la pili, naomba kwa dhati kabisa niwashukuru ndugu zangu wazee wetu, washumba walimu wetu washumba, mashehe wetu, wakubwa wetu, ndugu zangu nyote, akina baba, akina mama, lakini pamoja na watoto wetu vile vile, niwashukuru kwanza kwa mara nyingine kuonesha upendo wenu kwa nchi yetu, kuja kwenu hapa, mahudhurio yenu haya, kauli yenu ni moja tu kwamba ni hamu yenu kusikia na kuona na kufuatilia yanayoendelea katika nchi yetu, kwa sababu Oktoba mlifanya kazi kubwa sana. Mmefanya kazi ya kutaka na kupaza sauti kwamba nyinyi mnataka mabadiliko katika nchi yenu mnataka nchi hii iwe mpya, mnataka nchi hii iwe moja, mnataka nchi hii iwe na mamlaka yake kamili. Ndiyo sauti yenu, ndiyo mlichokisema kwa vitendo Oktoba 29. Kwa hivyo, na leo kuja kwenu ni kuithibitishia dunia na kuniambia na mimi ambaye mmenipa kazi ya kuwasiliana na dunia na wengine, kwamba bwana, sisi msimamo wetu uko pale pale. Mlicho naambia leo kwamba safari kwamba safari hili mimi nimelichukua kama ambavyo nilianza kulichukua tokea zamani. Ahadi yangu iko pale pale. Ahadi yangu iko pale pale, na inshallah Mwenyezi Mungu aendelee kutuwafikisha. Oktoba mlisema dunia ikasikia, na hao tuliowaambia pia walisikia. Haya yaliyotokea mimi naomba tuyachukulie ni sehemu ya safari, nilichokuja kuambia wazee wazee wangu wa hapa ndugu zangu wa hapa, ndio maana tukaja tukaitana humu ndani, ni kuambia, mlinipa kazi, mlitupa kazi, nikuwaeleza hatua ya kazi ile ilipofikia. Na mimi naomba niwaambie nyote kwa pamoja kwamba kazi ile tunaiendeleza. Nimewaeleza humu ndani kinaga ubaga tunaendelea nayo namna gani, na ahadi yangu, tutakapofika tutakuja kui kuwaeleza kwamba hapa ndiyo tulipofika. Kwa sababu mmesema mnataka nchi yenu iweje, na sisi tumechukua jukumu hilo, na mimi ninaamini kwamba hakuna tena wa kutuzuia, hakuna tena wa kutuzuia katika hilo. Waliobakia sasa eh? ni faulu ni vurugu ni fujo. Lakini wenyewe wamekiri kwamba uchaguzi hauwezi tena. Wazanzibari wamewakataa, na watu wa shumba ndio wamewakataa kabisa, au si kweli kwamba nyinyi ndio mmesema, mmetangulia kuambia sisi, bwana, mm -mm. sisi na nyinyi hata kama duniani mtabakiya peke yenu basi, hata katatu eh? Kwa hivyo tumeelezana humundani, sina haja ya kurudia niwaambie na niwaombe, kama nilivyowaambia huko humundani. La kwanza, tuendelee na subra, kwa sababu safari hii inahitaji subra. Tuko pamoja jamani, katika hilo. La pili silaha yetu tuliyowaulia watu mara hii na mara zote imekuwa ni mshikamano wetu. Umekuwa nini mshikamano wetu? hili ndiyo wanaloliogopa, hili ndiyo lililo wachakaza, hili ndiyo lililo washinda. Na tukishikamana nayo mambo hayo mawili, subra, mshikamano katika dhamira yetu. Mimi silioni la kutuzuia isipokuwa labda kadara ya Mwenyezi Mungu. Tuliyasema kwenye wakati wa kampeni, na tumeyatimiza, yaliyobakia haya nayo inshallah tutakwenda kuyakamilisha. Kwa hivyo niwashukuru sana kwa hilo. Na la pili naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa, niwashukuru kwa zawadi tunaambiwa kwamba peaneni zawadi mpate kupendana, au sio? Yeah, na nyinyi kwa kunipa zawadi maana ni dalili ya upendo, na mimi niseme kwamba Mungu ana akipendwa ujipendekeza yeah, au sio? Na mimi nitaendelea kujipendekeza zaidi, Shumba mjini jamani, nitaendelea kujipendekeza zaidi, na kujipendekeza kwangu zaidi ni kuwatumikia kwa moyo wangu wote mpaka tutafika pale tunapopatafuta inshallah. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi, tuko pamoja na watu wa Shumba mjini, na inshallah nitakuja tena kuja kuwaeleza ndugu zangu, hapa ndiyo tulipofika. Nyinyi mna nafasi maalumu nyinyi kwangu mna heshima maalumu. Niliwaambia hawa ndani kwamba unajua tunapotia udhu si kila kiungo upe utiwa, eh, au siyo? Utiwa maji, si vimechaguliwa maalumu? Ehe, sasa ina maana yake, au vipi? Ehe, eh, kwa hivyo na nyie mjijue nafasi yenu kwangu, mimi ni heshima maalumu, ni mapenzi maalumu, kwa sababu hapa ndio nilipoanza kuja kujifunza namna ya kuiendea safari hii, na thamini elimu hiyo, na thamini ushirikiano huo. Tuko pamoja. Asanteni sana ndugu zangu.